Oya oya, vipi wana sho sho? Kama kawaida. Oya kama kawa, vipi wanangu? Ah, mmeipenda au ni vipi masela? Kama kawaida. Ah, babu, vipi sho sho? Kama kawaida. Wewe unaitwa nani mwanangu? Kama kawaida. Mbona akinyongesa kama hivyo nyiwe wanawaba Mata... chama Mata... lenu Mata... linaitwaje? kwani chama lenu like, k전ne... linaitwaje, au sio Morocco Square? au vipi mnasemaje? mimi sijawaelewa. Kwa nini mnataka kuvaa, mnataka nini? Najua mi balozi u Robi Wani pale Robi Wani Fashion. Sasa kama vipi, chakufanya kwa sababu sikukuu ndio ndio iki hapa. Kwa mimi cha chakufanya wanangu, kwa sababu ya sikukuu, ngoja mi nimpigie Robi hapa tuone anawezaje kutusaidia. Kwanza unajua so, mi ndio balozi pale, ngoja tumpigie mkurugenzi hapa, naye nakutana nakutana naye sangoja nimpigie hapa tukavae. Ngoja tumpigie hapa wale, mpigie hapa. Kaka Robi, mambo vipi? Bana poa, poa, bana. Nimepita bana mitaa yako Kinondoni sana. Kasema, bana nimekutana na wanangu aafutafuta vioo vya magari hawa, wananiambia unawasaidiaga sana bana. Nikasema bwana, kwa heshima yangu kama balozi wa maduka, mimi nataka nije nao hawa wapendeze wote, au unasemaje bwana bosi, bwana Ngoja basi nije nao kama vipi. Wanangu sikizeni, pandeni twende zetu wanangu. Ah, sasa tunafanyaje? Ingieni, ingieni tuondoke, neni hey. Yeah, tuondoke. Eh, fungeni kazi tuondoke, babu tenzetuni uh. wanangu Tanzetuni, wanangu pandeni, umu bwana wanangu, yeah, yeah. Mi nimefly kuwaona ujue, lazima tujitafutie. snamwona rais wetu mama Samia ni anatengeza yeah, mazingira mazuri, watu wanaishi freshi, au sio? yeah. Mama anabaya kwao, sisi vijana ka tupambane, yeah. Nikiwa kama balozi wa maduka Robby one Fashion, nimepita Morocco pale, nimekutana na wanangu Morocco gang, au sio? ana sasa, madumu wekeni hapa Eh, Morocco Square madumu wake ni hapa. Eh, bwana wanangu eh, hapa ndo kwa Robin Fashion hapa. Kama mnaonaga kwenye ma TV kwenye mashow yangu wale mimi ndo nafaaga humo wanangu. Nyewe si mnaelewa. Kwa hiyo nataka niwadondoshe leo au sio bwana? Kwa hisani yangu mkurugenzi wa Robin Fashion amekubali niwalete wanangu hapa mpendeze. Kwa hiyo wanangu, kila mnachokiona leo tutashine au vipi wanangu? Ya, yeah, kwa hiyo hapa. Eh, bwana kado eh, bwana wanangu hapa wa bwana. Nimeshikizwa na upamizi. Eh, upamizi wanangu. Hawa wametoka Morocco Square. Watu wanawachukulia poa, wanawadharau ila ni wanetos. Eh, bana mimi kwanza nashukuru sana bosi wangu mdogo janja yeah. Yule pale njoo upita huku bwana nikiwa kama balozi wa maduka Robin Fashion namshukuru sana mkurugenzi wa maduka Robin Fashion Mr. Robi hapa, au sio bwana, kwa kukubali kuwaleta ndugu zangu hapa kutoka Morocco Square. Hawa ni wale ambao ukipita pale Morocco Square unawakuta wanasafisha vioo vya magari yetu na nini. Leo wamepata bahati ya kupendeza kwenye maduka Robin Fashion, sio jambo dogo, naamini mmefurahi wanangu, au sio? Mimi nafurahi na sio leo, hey. Nafurahi kuanzia miaka yote. Kwanza mimi bwana, wajomba, tumwombeeni dua Baza Robi kwanza. Yeah. Kwa sababu ya maisha, hamna mtu mwingine kama huyo hapa. Badha wapo wangapi wanapita wanatuona, lakini badha leo kamua leo imependeza Alayana... nangubake